Nilikuwa nimeketi hapa, hapa, hapa. Walimu kutoka Shule ya Upili ya Hongwe iliyoko wadi ya Hongwe, Lamu Magharibi wameungana kwa pamoja kusaidia wanafunzi wa shule hiyo ambao kwa sasa wanapitia kipindi kigumu katika masomo yao. Kisa cha hivi karibuni ni pale ambapo walimu hao wameungana kwa pamoja kududuliza kidogo walichonacho na kusaidia binti ambaye amekuwa akipitia changamoto katika kufanikisha elimu yake. Kulingana na binti huyo ambaye anatoka eneo la maisha masha, amekuwa akipitia changamoto ya kielimu kutokana na kile wanachosema kwamba ni nguvu kutoka kwa wazazi wake. Kulingana naye ni kwamba mama mzazi hayupo karibu nao na baba ambaye amebaki kama mwokozi kuwa na matatizo ya kiafya, jambo linalopelekea mwanadada huyo kusitisha masomo yake kwa muda ili kuwasaidia wadogo zake ambao wanamtegemea kwa hali na mali. Tumejitahidi sisi kama walimu wa shule ya Hongwe kujaribu kuwasaidia, lakini tunaona kama mkono wetu kiasi umekuwa ni mfupi, hatutaweza kufanikiwa kuwasaidia kwa kila kitu. Kwa hivyo tunawaomba ndugu zetu, mtusaidie katika kuendeleza kuwasaidia familia kama kama hii. Kwa mfano, tunahitaji mambo kama vyakula. Watoto hawa huwa hawajui watakula nini leo ama kesho watakula nini. Tunahitaji chakula, tunahitaji karo ya shule, tunahitaji pesa ya kuwasaidia kulipa sehemu ya, ma, ya malazi kama tulivyosema. walipokuwa maisha masha watoto hao walikuwa hawaendi shule, tukajaribu tukawahamisha tukawaleta karibu na shule, ndio tukawaingiza shule, tumeanza kuwaletea shule. Okay, we managed to enroll uh, all of them to uh, Hongwe primary school, but that, that is just the beginning of the of the journey. The journey is so long so that we need, uh, your help uh, in this. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye huruma atakayeguswa, kama mama kama baba, Waislamu, Wakristo, Wahindi na wajamii zozote yoyote. Mwenye chochote anaweza kututumia mchango wake. Mwenye nguo anaweza kuzileta pale Hongwe Secondary School, zitawafikia watoto kama hao. Mwenye chakula anaweza kutuletea pia hapo Hongwe Secondary School. Atakayeguswa anaweza ku kuweza kuwalipia karo Hongwe Primary School na pia Hongwe Secondary School skul. Kwa ufupi, tunahitaji mutembee na sisi katika safari kama hii. Hatuwezi ku, kuendelea na safari hii sisi walimu pe, peke yetu. Asante. alikuwa ameketi hapa mimi hapa mzee hapo mzee akaniambia, Mungu ni mwaminifu, mimi najua mtoto wangu atasoma akiso, na akisoma hapa hii kitu madam, nimekaa ndio nitakuja niketi hapa, hapo hapo tushukuru Mungu. Siku tatu mzee ameketi kwa ile kiti anashukuru Mungu. Hivyo. Mm. E, hazijaisha mzee ameketi kwa ile kiti anashukuru Mungu. Hivyo. Eh, Pina. Ah, nafikiri ulikuwa umesimama hapo juzi siku ya Jumanne mm. Madam jina lako nilijua baadaye Madam Malika mm. Ah, ulikuwa umekalia kiti hicho ambacho mm. Umekalia. Mm nikikuelezea historia yangu okay. Na vile hali ilibe, iligeuka nyumaye mm. Na ikanibidi mm. Sina budi nikubali mm. Na kwa huzuni mm. Nikawa nakuelezea mm. Nikikwambia mm. Kwamba ningependa mtoto wangu asome kabisa kwa sababu hata yeye mwenyewe mm. Anapenda mm. Lakini hali ambayo imetukalia mm naona kama ambaye ataacha shule mm. lakini nikakwambia, mm. ikinifikia hapo mm. kuna roho fulani naniambia toka hapo mm. kwa sababu sipo, nafikiri mm. hayo ndio tuliyazungumza hapa okay. na ukaniruhusu tukaondoka na Selina mm. lakini na atukuzo Mungu wa mbinguni ambaye hutembea pamoja na wanadamu mm. kwa uhakika kabisa tulipofika mm. nyumbani mm. Selina kuniweka mm kaambiwa nanyanyake niwashie moto kidogo mm. niwachemshie chai mm. lakini muda huo huo ndio ndugu akaingia mm. tuna gari akaingia, kazungumza na wazazi wangu mm. na wakati akizungumza zungumza mm. moyoni mwangu mm. unajua, eh, Mungu huongea mm. katika nafsi mm. katika roho mm. nikasikia moyoni mwangu nimeambiwa, huyu mtu ameingia mm. Mungu yuko ndani yake mm. Kwa hiyo mwambie kitu kile ambacho nitakwambia umwambie. Nilikuwa sina maneno ya kuzungumza, ndio nikamwambia ndugu, ningelitaka tu twende nikuonyeshe kazi ambayo nafanya, uchukue video, halafu nikwambie chenye ambacho nakipitia. Nikamwambia namuona huyu mtoto wangu yuko shule, lakini ametumwa kwa sababu ya school fees, lakini ninajituma haya mahindi ambayo ninalimia saa, nitaka uone jinsi ninavyolima na kamba, kama vile nilimwelezea madam hapa. Nikamwambia mimi nimejifunza kulima kupitia kamba baada ya kupitia shida sana kwa muda, nikanibidi nijifunze ni vipi nitafanya ili maisha iendelee. Basi tukatembea na ndugu shambani, kaenda akaona, kachukua video, tukarudi nyumbani na tukaachana. Baadaye jioni akanipigia simu mm. akaniambia mm. kwa mapenzi ya Mungu mm. Eh, tutakutembelea mm. akaniuliza nyumbani wapi, nikamwelezea ni majembeni mm. lakini leo hata simu yangu ilikuwa imezima moto mm. lakini nikufika mm. nyumbani kwetu mm. nikaambiwa ananitafuta mm. sasa, lile neno la kwanza mm. ambalo nilimwambia madamu mm. si muda mrefu lakini hivi viti ambavyo tumekalia, Mungu atatujalia tutakuja tuvikalie tumshukuru Mungu. Kwa hivyo, ningependa tu tumshukuru Mungu, na haswa niko na maneno machache tu ya kumwambia Mungu, kwa sababu ndiye amekubalia turudi mahali hapa tena, kwa mapenzi yake kupitia hawa wandugu. Mungu awabariki nyote. Amina. Mtoto atasoma na ndikwambia hivyo. Kwa jina naitwa Vitau Vitau John, mm -hmm. Deputy Principal Hongwe. mm -hmm. Serina ni mtoto wetu. mm -hmm. na tunamjua kwa miaka ambayo amekuwa hapa. mm -hmm. ni mtoto ambaye anahitaji msaada. mm -hmm. na kwa mapenzi ya Mungu msaada huo umepatikana hmm, na hivyo nikumaanisha, huu mtoto hata tabika kimasomo. Ni shukuru wenye ambayo wamemfadhili, na ni ombe Mungu awasaidie na awabariki, na pia ikiwezekana mm, maripo ya mwaka ujao, sababu huyu ako kwa umpiri, wajaribu iwezavyo kama Mungu atawasaidia wamwezeshe kumaliza, na kama shule tutashukuru kwa wale ambao wameguzwa. Ningesema tena Mungu awashukuru, na kwa kwake Kimwa ambaye pia wow, anaonekana ameorganize Abarikiwe sana, tumeona ni mtu wa watu na mtu ambaye anajali maisha ya mtoto huyu Serina. Mungu akusaidie akubariki na akuwezeshe uwe na uwezo wa kusaidia wengine kama, kama hao. Hii karatasi ambayo niko nayo mkononi ni risiti ambayo inathibitisha malipo ya karo ya Serina elfu kumi na nane na mia nane ambao zimeletwa kupitia kwake huyu Kimwa ambaye ndiye ameongoza kutafuta hawa wakabili. Twa shukuru sana.